Salamu alaikum. Mwenyezi Mwenyezi Mungu anamzungumzisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Qur'ani anasema, wala sawfa yutika rabbuka fatarda, Mwenyezi Mungu atakupatia hadi uridhie. Katika Qur'ani tukiangalia, hakuna mahali inakuja ibara ya kwamba tumekupatia, yaani jawabu ya hiyo maneno ambayo Mwenyezi Mungu ametoa hadi ameitimiza isipokuwa sehemu moja, tunaona katika suratul kauthar Qurani nasema inna atainaka al-kauthar, sisi tumekupatia kauthar. Moja katika sifa ama jina za Bibi Fatima binti yake bwana mtume ni kauthar. Alikuwa na sifa nyingi, Fatima Atahira, Fatima Azakia, na moja yake ni Kauthar. Sasa hii sura ilishuka kwa nini? Kwa sababu watu walikuwa wakiamini kwamba mwanaume yote ambaye hana mtoto wa kiume hana kizazi sasa watu ambao walikuwa ni mushrikini walikuwa wakidharau bwana mtume, anasema kwamba ati huyu hana kizazi kwa sababu hana mtoto wa kiume. Lakini mwenyezi Mungu anakuja anasema, wala saufa yutika rabbuka fatarda, yani mwenyezi Mungu anakupatia kitu ambacho utaridhia. Ni nini? Sio mtoto wa kiume, ni mtoto wa kike. Yani katika sunna za bwana mtume ni kumthamini mtoto wa kike hadi anaambiwa mtu kama Mtume, kitu ambayo inaweza ikamridhisha ikamfurahisha ni huyo mtoto wa kike. Tukue tunafuata suna za bwana Mtume, tunafurahia kwamba Mwenyezi Mungu akitupatia wa watoto wa kike tunafurahia zaidi kuliko watoto wa kiume. Watoto wa kike, wa kiume pia kuna e, eh, uzito wao, lakini Mwenyezi Mungu anataka kuonesha kwamba hakuna tofauti baina dhakari wal untha, vitendo ndio zinapatia mtu thamani yake. Mtoto wa kike ni ana thamani yake, mtoto wa kiume ana thamani yake, lakini vitendo ndio zinafanya mtu anakuwa mtu bora zaidi.